Tutaongelea about hasara za utoaji mimba, i mean abortion. Kwanza kabisa, kutoa mimba kunasababishwa na ngono zembe. Vijana wengi sasa hivi tunapotea kwa kufanya mapenzi bila ya kutumia kinga, tunakurupuka, ambayo baadaye inaletea madhara kwa upande mmoja, na inapelekea binti kufanya maamuzi ya kutoa mimba. Binti anafanya vipi ile maamuzi, labda kutarajia kupata mtoto kwa muda ule, au sometimes mwanaume ndo anakuwa analazimisha atoe ile mimba. Sometimes ni maamuzi ya binti mwenyewe pia kutokana na changamoto au familia, na familia tunazotokea na anapotoa ile mimba, kwanza anapata maumivu. Kuna utoaji wa vidonge, wengi tunajua kama miso na kutumia daktari. Kwa hiyo unakuta mtu anavyotoa ile mimba, na wengi wetu uwezo wetu ni mdogo, tunajikuta unatoa mimba kwa kutumia vidonge, unapata maumivu kwanza. Kitu cha pili, vile vidonge vina uwezo wa kukaa kwenye kizazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo inakuja kumletea mtu madhara hata baada ya miaka mitano, ndio pale unakuta mtu anakuja kila akibeba ujauzito inaharibika, kila akibeba ujauzito inaharibika. Baadaye anaanza kujutia, waimi waimi waimi, anasahau kwamba behind nilishatumia dawa fulani kwa ajili ya kuharibu kitu fulani. Tukiachana na maumivu, kuna majuto.